Wakazi wa mtaa wa Lumbila kata ya Iwambi wameliomba jeshi la polisi kufanya uchunguzi wa haraka na kuwabaini waliofanya mauaji ya kijana Daudi Mwaitebela mwenye umri wa miaka 23 mkazi wa mtaa huo mwenye matatizo ya afya ya akili. Hayo yameelezwa na wananchi wa eneo hilo wakati wakizungumza na waandishi wa habari katika eneo uliokutwa mwili wa kijana huyo ambaye amefariki kwa kupigwa na watu wasiojulikana usiku wa kuamkia Aprili 20 mwaka huu maeneo ya jirani na nyumbani kwao. Tukio hili, nini, nini, nini, nimelipokea kwa hofu sana limeniumiza sana, yani kwa kijana huyu. Alikuwa mtaratibu, tulimjua, na ambapo alikuwa ni mpungufu wa akili, lakini alikuwa anajielewa, anajitambua. Amelea wajomba wa zake, ndio alikuwa anamlea hata mama yake. Hata akienda huko akimpa chochote kile anamletea mama yake. Kwa kweli mimi nimeumia kwa kitendo hiki, nimeumia. Tunaomba serikali isimame kwa hili tafute watu waliofanya kitendo kama hiki. Tumeumia sana kwa kijana huyu, kwa kweli mimi ninaumia binafsi, ninaumia, maana tulikuwa tunamfahamu, lakini wamemfanyia ukatili wa ajabu. Ah, Mungu wangu, naomba yani, tunaomba serikali isimame, isimame kwa kitendo hiki, imetumiza tume, tumeumia sana kwa kitendo hiki. Kijana huyu Daudi, nimeishi naye, ni jirani yangu. Kitendo hiki kimetukera sana kwa sababu alishafika ni nyumbani, wamemkata na panga kisogoni. Sasa atuelewi amewakosea nini? Na ni kweli tuombe tu vyombo vya dola viweze kulifanyia kazi, vilitendee kazi kiuhakika, kwa sababu Daudi alikuwa hana makuu, alikuwa ni wakucheka tu, japokuwa alikuwa ni mpungufu wa akili, lakini alikuwa hana matatizo aina yoyote, wala alikuwa sio mwizi kwa kweli, kwa sababu ni kijana wetu jirani na kijana ambao kinachotusikilisha ni kwamba, kwa sababu alikuwa ni mtu wa kawaida. Angekuwa mtu mzima kwamba ana pesa, tungesema amemua kwa sababu ya pesa. Angekuwa labda anatembea na wake za watu, tungesema amemua kwa sababu ya kutembea na wake za watu, au kwamba anafanya na visa na mtu. Alikuwa kijana wa watu, ana akili sawa sawa, lakini vibarua anafanya kama kawaida. Mimi ni ni niombe tu ndugu zangu ambao tunao tulioko Lumbila tushirikiane na jeshi la polisi. Kama kuna mtu yoyote ambaye ana taarifa, basi kwa kuwa ametuachia namba za simu kila mmoja wetu ajitahidi hata ku, kuwapenyezea namba za simu na siri siri yoyote ambayo ameipata. Lakini kwa kweli ni kitendo cha ajabu sana na vitendo ambavyo vinaumiza sana, sijui shetani anatoka wapi, lakini tunaamini kabisa jeshi ya polisi kwa sababu lipo na linafanya kazi tunaamini kabisa upelelezi utakamilika. Kwa upande wake Diwani wa kata ya Iwambi Humphrey Ngalawa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kata ya Iwambi William Peter Kese wamesema wanasikitishwa sana na tukio hilo, kwani wanamfahamu vizuri kijana huyo, hakuwa mkorofi pamoja na matatizo yake ya akili, na alikuwa anategemewa na familia kwa kufanya vibarua. Ah, uh, Leo hii siku ya Pasaka tunapokea taarifa mbaya ya kijana wetu Daudi mwenye umri wa miaka 23 ambaye amewawa usiku wa leo Uh, kijana huyu namfahamu, kijana huyu hana changamoto na ugomvi na watu mbalimbali mbali, hana, ni mtu mwenye tabia ya upole, na ukizingatia pia uwezo wake kidogo wa kiakili, kwa ni pungufu kidogo, lakini alikuwa kijielewa, anakwenda yunga atarudi hapa, hasa jana usiku kwa kurudi nyumbani kwao hapa, kwao kwa ni hapa jirani tu. Sasa fika hapa jana, nadhani walifanyia matukio ya katili mali hapa kumuua, kumpiga mapanga, kwa hiyo Jumatatu asubuhi ameshakufa tayari, kwa hiyo changamoto hii kwenye kata yangu kweli naishangaa. Matukio kama haya, uuaji namna hii ni mageni, na ni rai yangu kwa wananchi mbalimbali wanaonisikia e, eh, wa jirani wa mtaani kwangu, watu wa jirani mbalimbali, naomba hii hali ya kuuana namna hii ni mbaya na ni lana. Leo pia siku ya Pasaka, leo mnafanya mmoja kama anategemea nini? Eh, Wakristo tunalazimisha kufa kwa Kristo, afu leo mnaua mtu mwingine kwa ajili ya nini? kwa jambo hili mimi binafsi kama diwani nalikemea nalikemea sana. Binafsi tutatoa pole kwa familia kwa ajili ya sababu mzito ambao wameupata wa ghafla, hawakutegemea kwa hiyo naomba tu ngo tusaidie katika hili. Hey, kwanza kabisa nimepokea kwa masikitiko makubwa kwa, kwa kifo cha kijana wetu Daudi Daudi. Nilimfahamu maana ni, ni jirani yangu mahali hapa, kwa hiyo tulimfahamu pamoja na kwamba alikuwa na upungufu wa akili lakini alikuwa anajitambua na kujielewa pia, alikuwa ni mtu wa watu. Kwa hiyo kama mimi mwenyekiti wa chama nimesikitika sana, ninaomba jeshi la polisi lifanye kazi yake kwa ajili ya kuwatafuta hao wahalifu waliofanya tukio la namna hili. Kwa kwa kwa kweli kweli kama mimi nimeumia sana na nimelipokea kwa masikitiko makubwa tukio hili. Kwa kweli, naumiza mno. Kwa hiyo nakemea kwamba nakemea wanamtaa kama kokote kule taarifa zina zinapatikana tulisaidia jeshi la polisi kuhakikisha wahalifu wanapatikana waliofanya kitendo hiki e kibaya katika kata yangu ya Iwambi. Naye mama mzazi wa Daudi Mwaitebele Agnes Pilausi amesema jana saa tatu asubuhi alimtuma aende akauze kuni ili aweze kupata hela za kulipa kwenye ubalozi, na baada ya hapo hakurudi tena hadi alipopata taarifa ya kifo cha mtoto wake. Daudi aliondoka muda wa saa tatu hapa vyote. <laughs> Nili mtuma alikuja ku balozi alikuja hapa ku, kuchangisha msiba. Kasema hela sina. Nikamwambia Daudi kauseni kuni. Makaenda na mjomba wake. Kule. Oloa. Kwa hiyo yu Daudi yuko aliyoondoka wakaenda kuusa na nikuni sile akampa mjomba wake hela 1000 yeye akapita njia hiyo hiyo, akasema mjomba wako, akasema amepita ile, nasema hamna tatizo, kasaa ameshakula Amna tatizo, basi akurudi. Natoka asubuhi leo hii nichunguze nimwangalie, nikakuta mlango uko wazi, ajaja leo naleo amelala huko nje ah. Nikakuta jirani wangu anaenda kanisani akaja kuniambia na madaudi, hey, njoo dada ukaangalie barabarani pale. Sema wapi akainiambia nikwambie ni Daudi kufa. Daudi ndio basi, amekufa sana. nikaenda pale nika karudi, hayo yamenikuta. Mwenyekiti wa mtaa wa Rumbila Lazaro Mwasembo amethibitisha kutokea kwa tukio hilo huku akieleza kusikitishwa na tukio hilo. Nimepokea kwa masikitiko makubwa taarifa za kifo cha Daudi Adamsoni Mwaitebele. Daudi ni mtu ambaye anafahamika sana katika mtaa anafahamika sana katika mtaa wetu wa Lumbila, hakuwa na ma makuu ya aina yoyote, yeye muda wote ni kucheka na watu. Lakini kwa usiku wa kuamkia leo tumepokea taarifa za kifo, inasadikika kwamba amepigwa na wananchi wasiofahamika. Kwa upande wa Lumbila, sisi tunamfahamu kiundani zaidi, hana ugomvi na mtu wa aina yoyote, lakini sisi tunathibitisha kwamba ni watu wa kutoka mbali waliompiga, na huo ugomvi umetokea ni usiku. Kwa hiyo taarifa hii, kama uongozi wa mtaa, nathibitisha kuwa mtaa wa Lumbila haujahusika, isipokuwa ni watu baki ambao ni kutoka mbali waliopiga, waliofanya tukio hilo la mauaji. Kama kiongozi wa mtaa nathibitisha kwa hilo. Polisi wamefika pale kwa kuangalia na kuangalia majeraha imepatikana jeraha la kwamba amepigwa na kitu chenye ncha kali upande wa kushoto eneo nyuma ya sikio na upande wa mkono ena, mkono umevimba kwaonekana amepigwa na ki, kama mpini. Kwa hiyo upande mwingine majeraha mengine hapana, ni upande wa sikioni tu, kwa jeraha kama vile kitu chenye ncha kali ambacho tumethibitisha kwa serikali ya mtaa. Nikiripoti kutoka Mbeya, Jacqueline Mwangama, Kusaga TV.